licha ya kwamba anaonekana kwa hapa ana, ana bongo ni mkubwa, lakini kwa e, Marekani kwa nchi za wenzetu yeye ameamua kujishusha kabisa na kuendelea kuchapa kazi, hajapumzika. Kiufupi ni kwamba wiki moja ambayo iliweza kupita, Damo Platinum aliweza kutangaza tour yake ambayo alikuwa ameenda kuperform katika e, katika sehemu tofauti huko Uingereza, katika ukumbi wa Royal Albert Hall, Manchester Academy, lakini pia Scotland. Sasa pia Damo Platinum licha kwamba aliweza kuperform hizo show katika e, mfululizo wa siku aliweza kufanya interview pamoja na PMC, lakini pia mbali na hapo aliweza kufanya interview pamoja na Fox 5 New York, akaweza kufanya eh, eh, interview katika majarida tofauti tofauti na pia, ameweza kuonekana katika eh, vituo tofauti tofauti kama vile Audiomack, lakini pia, aliweza kwenda hata makao makuu ya YouTube kule kuweza kupokea tuzo yake. Mbali na hapo, Diamond Platnumz pia ameweza kutangaza kwamba eh, bana licha ya kwamba amekuwa ni mmoja kati ya mastaa ambao hawajaweza kupumzika katika show zake ambazo amekuwa akizifanya tangu ambapo aliweza kutangaza kwenda huko Uingereza kwa ajili ya kuweza kufanya performance zake za show tatu tofauti tofauti katika majukwaa tofauti tofauti. Asa hivi Diamond Platnumz ameweza kutangaza kwamba atakuwa pia na show ambayo yeye atakuwa ni kama special guest ambapo show hii ni ya DJ AG, e bana, online ambaye yeye ameweza kumkaribisha Diamond Platnumz ee kwa ajili ya sasa, Damo Platinum pia anaendelea panua wigo wake wa msanii ambaye anaendelea kufanya vizuri kwa nchini Tanzania lakini pia anazidi kuweka historia mpya kama msanii ambaye ni solo artist ambaye anaendelea kujitafuta kwa upande wa Marekani. Of course ni kwamba kwa hapa Bongo Damo Platinum kashayafanya makubwa kinoma noma, and finally sasa hivi upo zake huko Marekani kwa ajili ya kuendelea kupata ile exposure kujua kwamba bana tupo wapi katika level ya muziki wa hapa Tanzania. Sasa tutegemee Damo Platinum kwenda kupanda kwenye stage kubwa ambayo ni DJ AG online ambaye yeye e bana ni moja kati ya ma DJ maarufu kabisa kwa e, nchini Marekani akiwa anaweza kuwapandisha mastato tofauti tofauti katika majukwaa yake yeye, ambapo yeye kazi yake ni kuwaita wasanii kuja kuperform katika jukwaa ambazo yeye anakuwa anafanya maandalizi. Sasa kuna baadhi ya mastato tofauti tofauti ambao ashawahi kufanya nao kazi wakubwa kutoka Marekani. Sasa hivi ni kwa upande wa Diamond Platnumz baada ya kuweza kufanya ukubwa zaidi kwenye show yake ya Hot 97 e bana, Summer Jam Diamond Platnumz ameweza kuonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wako na kipaji ndani yao. Sasa awe kut we yani ee Bana, ni vile leo kuna show, kesho, kuna show, kesho kutwa, kuna show, na tangia wiki moja ambayo imeweza kupita mpaka sasa hivi, e, bana, bado anaendelea kudunda akiwa huko Uingereza na anaonekana kabisa kwamba mshikaji yuko stable, atalicha ya show yake ya mwisho ambayo aliweza kuifanya Hot 97 Summer Jam, aweza kufanya fresh kabisa. Na sasa hivi pia ameweza kutangaza, e, kwamba atakuwa na show yake ambapo itakuwa ni jioni ya leo. Sasa tupe mtazamo wako, acha comment hapo, sisi cha kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.